umeshawahi kuachwa na bado ukawa unahisi mzigo wa kumbukumbu kumbu, basi kuna sehemu moja duniani iliyojaa hadithi kama yako karibu kwenye Museum of Broken Relationship huko Zagreb, Croatia yaani makumbusho ya mahusiano yaliyovunjika hapa watu kutoka kote duniani hutuma vitu vyenye maana kwao kama barua za mapenzi zawadi pete za uchumba na hata nguo na kila kitu kina hadithi yake ya mahaba na moyo uliovunjika. Hapa ipo mpaka shoka inayosemekana ilitumika na mtu kuvunjavunja samani za mpenzi wake baada ya kuachwa. Hii ni moja tu ya hadithi za kusisimua chungu nzima zilizojaa hapa. Sasa hii sio tu makumbusho ya huzuni, bali pia ya uponyaji. Ungependa kutuma kitu chako hapa au ungependa nchi yako ianzishe makumbusho kama hii? Hebu mtaji rafiki yako unaidhani anapaswa kujua kuhusu hili.